Waziri Mkuu Mark Carney wa akiwa uh, katika ikulu ya White House amemwambia uh, rais wa Marekani Donald Trump kuwa nchi yake ya Canada haiwezi kuuzwa. Kauli hii imetolewa na kiongozi huyo wa Canada baada ya Trump kusema kuna uwezekano wa nchi hiyo jirani kuwa jimbo la 51 la Marekani. Kuna sehemu ambazo right hatuwezi kuziuza, well na mojawapo ni hapa tulipo sasa, lakini pia huwezi kuuza kasri so ya Buckingham well. Na nilipokutana na wamiliki um, wa, wa nchi ya Canada wakati wa kampeni campaign. Niliwaeleza hilo, tunachotaka sisi ni kuendelea kushirikiana, na ndilo jambo muhimu ambalo tunalifanya kwa pamoja. Chini ya utawala wa rais Trump, Marekani imeongeza ushuru kwa bidhaa kutoka Canada, hatua ambayo imetishia uhusiano wa nchi hizo mbili.